Habari za mida ndugu zangu, viongozi wa timu ya Simba Sports Club, habari za wakati huu, mashabiki wote popote pale mlipo. Ah, nimepanda hewani, ndugu yenu ni mwenyekiti wa mashabiki wa Simba hapa nchini Marekani, kuja kuwapa taarifa moja mashabiki wenzangu, kwamba tunazidi kuitazama timu yetu ya Simba Sports Club. Ah, timu yetu ya Simba jamani, inanguruma popote pale, tuko kimataifa, tunanguruma nyumbani tunanguruma. So nisema kwamba kitu kimoja ndugu zangu mashabiki, leo timu yetu ya Simba Sports Club ina adhabu, na kama tumepigwa adhabu ya milioni mia mbili na zaidi, ni kwa niaba ya sisi mashabiki. Sisi mashabiki ndio tumesababisha timu yetu pigwe adhabu ya milioni mia mbili, thamani ya, ya dola elfu sabini kama sijakosea, kumbaya. Na leo timu yetu ipo kwenye michuano ya kimataifa timu yetu ipo kwenye michuano ya ndani mimi kama naichangia timu yetu ya Simba Sports Club wewe ni nani ambaye unaweza kabaki kutokuchangia timu ya Simba Sports Club kwao nimekuja ndugu zangu washabiki wa Simba tusimame imara tu- tufanye kitu ambacho kinaonekana sasa kwamba sisi ndio tulifanya timu yetu ili iweze kufungiwa leo tuna adhabu kutokuingia kwenye uwanja tarehe 28 ina maana Jumapili kwa ajili ya mechi yetu ya marudio Leo atuingii kwenye uwanja, tutakuwa tunaangalia mpira kwenye TV. Ikupe kwanza kitu kwenye moyo wako kwamba ni namna gani mimi nisiangalie timu yangu uwanjani, nende kuangalia kwenye TV? Tuwe na akili sisi mashabiki wa Simba Sports Club. Kwa hiyo ndugu zangu, tuichangie timu yetu, sisi mashabiki tuvae, mzigo ni wa kwetu sisi mashabiki. Tuache kamati na benzi la ufundi na wengine wote wakae chini, watulie sisi mashabiki tulivalia njuga, sababu sisi ndio tumefanya mpaka timu imeanza kufungiwa, imepigwa adhabu. Hawajapiga mashabiki wa adhabu, wanapiga timu adhabu, ya timu ya Simba Sports Club. Hapa tuelewane vizuri, mashabiki. Tuko nyumbani, tunaangalia mpira, hatujapigwa adhabu sisi. Sisi ndio tulifanya makosa, na timu ndio imepigwa adhabu. kama madoto amechangia, wewe ni nani ambao tusaidie wewe? Kwa hiyo niombe kitu kimoja, ndugu zangu, nimepanda ya wale kuja kuambia mashabiki wenzangu, tuichangie timu yetu milioni mia mbili kwa mashabiki wa Simba Sports Club sio kitu. Tunavaa jezi za thamani. Tulifanya uzinduzi wa jezi, jezi tatu kwa thamani ya laki mbili na shilingi elfu hamsini. Ukumbi ulijaa. Pale Masaki ukumbi ulijaa. Sisi mashabiki wa Simba tuna pesa. Popote pale ulimwenguni mashabiki wa Simba ndio mashabiki wa kwanza kuwa na pesa. Atana na... Tuachane na mashabiki wengine ambao wako upande na upande huko ambao hawajaelewi. Sisi mashabiki wa Simba tunajielewa sana. Kwa hiyo niombe, ndugu zangu, tusimame imara tuichangie timu yetu. Namba na zimewekwa za kutuma pesa kwenye timu yetu ya Simba Sports Club. Naomba kila mshabiki hiki kitu kimguse kwenye moyo wake kwamba sisi ndio tumefanya makosa; sisi ndio tunabidi tulipe hiyo adhabu. Japokuwa timu itakuwa na msaada wa kutoa na sisi, sisi tuwe kipaumbele kuisaidia timu yetu ya Simba Sports Club. Niombe, mashabiki, baada ya wiki hizi hapa ambazo zinaendelea, tupo kwenye adhabu, tusikie kwamba Mashabiki wa Simba wamefanya kitu, itapendeza sana. Wewe mshabiki wa Simba ulioko nchini Marekani, wai wewe usiweke pesa. Niombe kitu kimoja nakuza nguvu ni mashabiki walioko Marekani. Simba Sports Club nguvu moja, ni timu yetu ambayo tunaipenda sana. Niombe tu kitu kimoja. Tuichangie timu yetu. Na kama namba mjaziona, nitaziweka tena ili muweze kuchangia timu yetu ya Simba Sports Club. Tuna adhabu ya, mili, ya milioni 200. Sio kitu kwa mashabiki wa Simba Sports Club. Mpaka sasa hivi tumenunua jezi nyingi sana mashabiki wa Simba, azipo tena madukani. Jezi zingine huko bado zipo madukani na leo wametoa jezi mpya ambayo mashabiki wa Simba. Nyinyi kwa nini msijivunie kama nyinyi ni timu ambayo ni kubwa sana katika ulimwengu wa sasa? Timu ya tano barani Afrika. Mashabiki wenye pesa, mashabiki wenye nguvu, mashabiki wenye kujali timu yao. Niombe kitu kimoja ndugu zangu, niseme asante kwa mashabiki wote wa Simba. Hii ninayoongea mimi nina kila kitu hapa. Jezi ninazo karibuni, zote hizi hapa zipo, zipo nyingi tu, na zingine zipo tu. Kwa hiyo ndio kitu kimoja, wewe minalo sipo nunua jezi ya Simba Sports Club. <laughs> Tuchangie tibet, ndugu zangu, asanteni sana, tuko pamoja. Niwatakie siku njema na mchango mwema.